Mgombea wa rais huyo kupitia chama cha ACT Wazalendo amesema hayo wakati akizungumza na wanachama na wapenzi wa chama hicho wakati akiwa katika mwendelezo wa mkutano wa kampeni uliofanyika mjimbini mkoa wa Kusini Pemba. Wanamjua. Hii nchi ina utajiri. Hii nchi ina watu. Hii nchi ina wale na wako tayari kuitumikia nchi. Sisi eh, mchele ndio unaoleta kasa. Jamani, linaloongoza kwa kuleta kasi ni stress. Hii ina utajiri wa watu, nchi hii ina rasilimali za kutosha. likua nawambia, nchi hii, kisiwa hichi cha Pemba, ikuwa mnaambiwa wa kuda mafuta ni kweli, wamethibitisha wataalamu bako walipofika, na bado hapo hawajachimba hawa kisima cha majaribio, lakini kwa takwimu, kwa utafiti tu waliofanya sasa hivi kuna cubic feet trilioni 3 nukta 8 za gesi ya asilia zinasubiri zichimbwe. Nakwenda hayo ndugu zangu, inshallah kuyakamilisha chini ya urais wangu wa kuiongoza serikali hii. Hali nyingine ambayo mgombea huyo amewaahidi wananchi hao ni nikuondosha kodi katika bidhaa za chakula ili kuleta unafuu wa bei kwa wananchi hao. Leo nakijana miaka 3 ya, ya, ya eh, kukuma, maisha magumkweli, tunachosema sisi ahadi yetu ili maisha ya watu yaende ya kupungua makara yawee ni kuondoa kodi kwenye kukuma, kila kitu ambacho kinahusu chakula tunachotumia siku mengine tumeyaeleza katika kukuza uchumi wa watu, kukuza maisha ya watu. Tunasema mwana mtu ambaye anategemea kilimo, tuna hatua za kuchukua kwenye kilimo. Lakini zaidi ya yote ndugu Othman ni mwaminifu, ndugu Othman ni mwaminifu, ndugu Othman hana tamaa. Kapitia nafasi kubwa muhimu nyeti katika nchi hamjapatako kusikia na mimi nakwambia laitani uhoa mahala bahara akalokoa, leo redio, television na mikutano, kwa kweli ngaliba hiyo hiyo, kweli kweli, lakini yote hamjawasikiapo sisi hata siku moja wakimuhusisha ua na suala la udongozi licha ya nafasi zote zilizopita katika serikali. Kweli kweli. Tumpigieni kura ndugu Osman, ili awe rais wetu wa kikomboishi yetu wa kikomboishi wa Zanzibar. Tuko pamoja ni, tumpigieni kura ndugu Osman, ili awe rais wetu wa kikomboishi yetu wa kikomboishi wa Zanzibar. Tuko pamoja, tuko pamoja, tutampigia kura, tutamtafutia kura mtaani. Katika mkutano huo, wagombea wa nafasi za uwakilishi, ubunge na madiwani wa chama hicho kwa jimbo la Mtambile walitambulishwa kwa wananchi ili waweze kuwapigia kura na kuwachagua. Nikiripoti kutoka Pemba, Aisha Haji <tabu>